Kuna mambo tunafanya kila mwaka, tunaadhimisha, tunavaa, tunasherekea, lakini ukweli ni huu: wengi wetu hatujui kabisa yalianza anzaje. Zifuatazo ni traditional tano maarufu duniani, ambazo wengi tunazifuata, lakini hatujui kabisa, wala hatuna idea zilianzia wapi. Namba tano inaweza ikabadilisha mtazamo wako kabisa wa kuadhimisha sherehe hizi. Namba moja April Fool's Day. Hii ni siku ya wajinga, tarehe moja mwezi wa nne. Mwaka 1582 nchi nyingi za Ulaya zilibadilisha kalenda yao kutoka Julian kuelekea Gregorian. Hii ikafanya Januari kutoka mwezi wa nne kuja mwezi wa kwanza, so, wale ambao walikuwa wakijisahau na kuselebrate Januari mwezi wa nne ikawa inaangukia siku ya wajinga, wakawa wanachekwa na kuonekana kama ni full. Tarehe moja mwezi wa nne ikawa ni April Fool's Day. Utamaduni huu ukaenea duniani na mpaka leo Tanzania kuna watu wana celebrate April Fool's Day kama siku ya wajinga duniani. Namba mbili ni kuvaa gauni jeupe kwenye harusi. Mwaka 1840 Malkia Victoria wengi mnamfahamu kama Queen Victoria aliamua kuvaa gauni jeupe kwenye harusi yake, na ilikuwa ni kinyume na utaratibu wa kifalme kwa sababu rangi za kifalme zilikuwa ni silver au goldi, ila kwa mara ya kwanza yeye alivaa gauni jeupe, jambo lililobadilisha mtazamo wa wadada wengi, na wengi wakaanza kumwiga kwenye harusi zao, wakawa wanavaa nguo nyeupe. Utamaduni huo ukaenea kote duniani na mpaka leo hii kwenye harusi wanawake hupendelea kuvaa nguo nyeupe. Namba tatu ni miti ya Christmas. Mwaka elfu moja mia nane na arobaini na moja Prince Albert mume wa Queen Victoria alitoa utamaduni wa miti ya Christmas Ujerumani na akaupeleka Uingereza na kwa mara ya kwanza akapiga picha akiwa na familia yake kwenye mti wa Christmas jambo ambalo liliwavutia watu wengi Uingereza, na kwa sababu Uingereza ilikuwa ni superpower, watu wengi wakaanza kuiga na kuona ni kitu fulani ambacho kina hadhi, utamaduni ambao umerithishwa vizazi na vizazi, hadi kufikia hii leo duniani kote watu wanapiga picha kwenye mtu wa Christmas, akiwemo Mohamed Salah. Namba nne ni Halloween custom. Zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita kabila la Celtic lilikuwa likiadhimisha sherehe ziitwazo Samhain. Watu waliamini siku hiyo roho hutembelea duniani. Ili kujilinda watu walivaa mavazi ya kutisha, vinyago ili kuzitishia roho na kuzipoteza mwelekeo. Baadaye tamasha hilo likabadilika na kuwa Halloween na mavazi ya kutisha yakabaki kuwa tradition. Utamaduni huo ukaanza kuigwa na nchi mbalimbali, Marekani na kwingineko kote. Mpaka sasa hivi Tanzania kuna watu wana celebrate. Namba tano na ya mwisho ni kupiga cheers, kugonga cheers, cheers. Enzi za medieval era watu waliogopa sana kuwekewa sumu kwenye vinywaji <sighs> ili kuthibitisha usalama, watu waligongesha glass kwa nguvu kiasi kwamba kinywaji cha glass moja kinapaswa kiruke kiende kwenye glass nyingine na nyingine itoke huko iruke kwenye glass nyingine, ili vichanganyike, tuamini kwamba wewe hujaniwekea sumu na hapo ndipo cheers ilizaliwa Leo tunafanya kwa furaha, lakini zamani ilikuwa ni survival strategy. Na hivyo ndivyo tradition zilivyozaliwa. Swali nige, ni je, ni tradition gani unaifuata bila kujua ilianzia wapi? Comment hapo chini, alafu nitakuletea chanzo chake. Mi naitwa Credo, hii ni kwa Undani.